Kwa hiyo mwalimu, unanikatalia, lakini najua mwalimu lazima utanifundisha. Mama, nakuheshimu sana mambo, uniruhusu niende. Unaweza kuondoka, mwalimu. Chile moke, chile moke

Asante. Vipi? Nimekusubiria sana ujapata shida kufika hapa? Kwa kweli kipipi, sijapata shida maana ni superstar? Mimi sio superstar, mimi ni aliwatani hapa Ukulanga mzima tena sio watu tu kuwaulizia, ungewaulizia hadi kuku wao ungekuleta hapa. Ah, mimi maarufu ndugu yangu Aanisamee, wewe nimechelewa kb. Mimi nakujua kabisa hapa kijijini kwetu, wewe ni mgeni. Aya, mama gani ambaye wewe una mazoea naye hapa? mama mbeto anaitwa Biasmini? swimmas, ndio Tena! Biasmini. Hey. Aya wewe, Grace umeenda kufanya nini kwa Bi Yasmini? Bi Yasmini anajulikana hii mkulanga nzima, maelewano yetu wewe uje hapa. Aya kule tena yule anafanya nini ndugu yangu Kipipe, yule Biasmini, kumbe anajifanya mjanja. Nia yake ni hii. Ni, nia yake mimi niwe yeah, na feli shuleni yeye anafaulu. Na hicho kitu mimi siwezi kuruhusu, basi. Mimi nataka niwe namba moja mule darasani. Kashaona kabisa mimi na ukaribu na wewe na nianza kutengeneza karibu naye. Sitaki. Sitaki kabisa umfundishe. Na kama umekataa umefanya vizuri. Nataka unifundishe mimi peke yangu. Sio Kiepe, sio boga wala mume wangu. Sitaki uwafundishe. Mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu pia hata kanuni ya kazi yangu hainiruhusu. Nimekubali tu kufanya kwako kwa sababu kwa hali ulionayo miguu kama ngutilo. Haya. Salamu peke yake haitoshi. Ushamwona mgeni huyu, baada ujiongeze, kama mwanamme hata ungeenda kufata kisoda tu. Mimi nipo ndani. Umeona fanya nini? Naomba uende, niletee soda, mikate, udongo miguu na mbilimbi. Si ndio shoga yangu? Na mbilimbi uilete. Nambilimb taatu chahe kidogo <laughs> We, vipi, wasioamini kuna mgeni <laughs> naongea naye, nakaukwea kulambalamba, ndi mlamba tu, usiogope <laughs> mimi ndio nilikuwa nakukimbiza. Unaweza ukawa na mimi hapa na nikawa kisimani nachota maji, tuingie ndani ukapumzike, mme wangu Sasa mke wangu, hivi ni vitu vya kuongea, wewe unapiga kelele, ili wewe tuongee vitu wewe. Alafu pia mimi sina hela, wewe, unajua mfuko wangu hivi? Wewe mbona una kiti mamwe, niujue mfuko wako? Siju mimi, mimi ninatembea na Yesu yako sio yako, uvae. We, wewe unaambia mimi na unjue mfuko wako. Sisi tunataka soda. Alafu Mbwembwe, wewe unaloa mbaya. Na kujua, wewe unaloa mbaya sana Mbwembwe, baada ya kumwona yule mgeni ukasema wewe atamaliza chakula. Na kujua, haya, mfuko wa nini, wa babako wa mamako? Wewe unalo mbaya. We, sasa acha niongee. Mwembe ndugu zako akifikaga hapa mimi kuna muda ndani hakuna kitu. Mimi najipikisha hadi mafenesi. Je, hapa yeah, mafenesi haya piku. Imaje tu jikoni kunafuka moshi. Ila wewe eti hapa yeah, unaongea bila mgeni mfoo wangu simewanyoa umetoboka. Tunataka soda sisi hapa. Sijui unanielewa. Hey, uniache bwana. <laughs> <laughs> Mwenye mgrestu ile inalizima mwenyewe nataka nikomesh. Mwembwe. Hapa nimekuambia hivi, nitakachokufanyia utajuta. Piga nini konzwe, unataka nini? Kunitoa stulungi, sindiyo? Nisikilize nikuambie kidogo, shukuru mwalimu wabaki <coughs> hivyo hivyo <coughs> hata kiondoka tanifanya, natakanikukunja mundani leo kama kambale. Mbwe mbwembwe yaduko, nakwenda ani manusura yako lale uko uko, ukirudi Iyo miguu yako itageuka kichwa na kichwa kitageuka miguu. Mwalimu, fanya kama unaona, si unanielewa mimi. Kipindi hicho nishafanya hizi tarezi za kupigana kitambo sana, yani huwa anatafunitoa yani. Nimesema mwalimu, yani kama ulivyoona mwanza, kwa mimi napenda nyumba ya kuchangamka, kanti changamsha mume wangu yule, atashanizoea yule. Nataka nimkande mwenyewe, utashangaa mwana darasa. Sija kwanza shanga fujo mwalimu. Siku nikianzisha fujo nikiwa nampiga mume wangu niache kama nilivyo, maana ugomvi mke na mume usiingilie. Naenda kuchanganya mume mimi sina mimi, ninafikiwa muda mimi, naomba niende

Vipi, mbona ukundali kama kumepoa hivi ndani? Nilikuwa mwenyewe nimelala, kama wewe na mtu umezileta hapa, niambie nikusikilize. Haya, umejialia ndani kwa stare gani? kwa era gani? ndizo nazo. Haya, shida yangu kubwa baba, nimekuja kumtafuta mbwa, mbona nimemkuta? hmm. mwanangu ametoka muda, sio mwea. Haya, kuna nini? kama hakutuma tuma vidambo dambo mwa niletee, niletee, baba. Mimi ni vile, maana mwanangu anasema atakapia skrimu, mama yule askrimu kwa ni mtamu <laughs> nikasema um, au bwaga ndoka vya TV screen mkwaju mtamu mm. Yani hapa hakuna cha kwaju, hakuna cha ice cream, hakuna cha hizo vini nini hivyo vitaje Kiingereza ice chocolate sio nini hiyo? Hapa hakuna. Kilicho nileta hapa nimepanga mtaa, taarifa mbaya. Taarifa gani tena bwaga? Harakati zangu ni kumsaka mumeo mbwe mbwe na mlaya zangu nyingi sana <sighs> bwaga, utaniua na pressure ndugu yangu. Kuna muda ukiwa unafikisha taarifa fikisha vizuri. Ukiniambia kuna taarifa mbaya, wewe unaniangalia kwanza na mimi hali yangu. Nikashasema yeye ujane huo, bado mtoto mdogo hapa ipo children. Aya, unamdai wewe mbwe mbwe elimi. Wakati mbwe mbwe mume wangu kaniambia wewe hana kulipa, hamdai yani kabisa. Haya, hilo deni deni gani babangu? Au ndio shida zimesha kuanza tena? Maana nakujua wewe unaziki mpaka miguuni. Jomba. Nilikuambia pindi unapotaka kutoka Ukikutana na hatari yoyote, taja jina langu, na mimi nitawasili kwa wakati. Lakini haukufanya hivyo, umetoka hapa pasi na kuweza kunipa taarifa. Ona kilichokukuta. Ni kweli mjomba, nilikosea, na hata nilivyokuwa njiani sijakutana na kitu chochote. Ni ngumu wewe kujua ni kipi ambacho umekutana nacho, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinaenda kwa njia za kichawi na wewe hakuna unalolifahamu, ila kosa lako wewe ni kutoka pasi na kuweza kutoa taarifa. Na kutokana na hili, sina budi kukufanyia kinga ili kuliepusha hili sasa. Nitaenda kukufanyia kinga wewe pamoja na shangazi yako, na kwa kile kitu ambacho kwa kimekuvaa katika mwili wako kile kupelekea kumdhuru shangazi yako, ulimkaba sana kwenye shingo Mjomba, shangazi sa atakuwa siwezi kumjibia kwenye hilo ila zingatia. Ah! Mama! Hmm. Kwa haya niloongea mewako kwa kipi sijui, nini we unavyong'aa mndani nao, mimba yako mtoto nalukaruka mtumboni kama chula, ni kwa sababu yangu mnatamba kwa sababu ya kibanda cha abwaga. Yaani, nataka kuniambia mimi ni mbeba chula. Kwa babake chula na mimi chula. Wewe bwaga, tuheshimiane. Si unanielewa? Tena tuheshimiane vizuri tu. Mama, mnakoelekea mnaenda kunifilisi. Naombeni madeni yangu niende nikaeme vitu vingine. Enough because you are feel you. Nasikize, bwaga. Hapa lipo ndio kuna mpango, nije pege ngeo nipembezi tatu. Mdomo wangu umejaa mate, nidambue, nidambue. Afu utaunganisha na huyo mbwembwe wako. Nipe madeni yangu, kati mnakopeshana mimi hata sipo. Unaniingizaje udugu wangu mimi na wewe bwana. Kwenye deni ninaingiaje? Ai waga ai mwenye gengi lake, eh eh. Ah, mzima. Sasa ama zangu ama zake. E atu ia. I'm first to you. Mwambie akinyaga gugu lake tu hapa, mwambie nikute gengi ni kwangu, alite pesaangu. Ninafilisika. Mnanifilisi. Kwenda bwana wewe. Tade, geni, wewe. Dale ni kulipa. A kulipe kitu gani wewe? Huenda hizi teste ninazo zisikia hapa kwamba unamke mwenzio mke mwenzio, inawezekana umekuja hapa kuhakikisha mme wetu yupo. Sasa mme wetu hayupo, mbwa wewe. Mme wangu hana shida ndogondogo za kukopa echogo kama mzingwi Kwa ah, niko sawa watu. Eh, eh. Kwa sawa, kwa sawa. Mimi vich kujua kama mkeo. Hakuna mtu alinitibua. Nimefika pale kwenye miguu ya kuku, kuku bado wajafika. Nikaacha oda. Na pale kwenye soda pale bado hajafungua. Ko nataka nivute vute muda baadaye niende nikachukua. Lakini hata hivyo, kuna kitu ni kizuri, lakini kinanichanganya. kitu gani tena cha kuchanganya? Makoroboi anataka kuoa. Makoroboi anataka kuoa? Yaani anataka kumuoa nani? na makoroboi mbona tayari alishaoa na mke wake. huyo mwanamke mimi simjui, lakini katika manunguniko yake yeye ya anasema kwamba ndoa yake ana raha hata kidogo, kwa anatafuta furaha hapo na amani Makuruui nataka kuoa. Mme ah! wangu nimekumbuka kitu wakibusiana kiukweli kinyuma kile kitendo. Ah, hili tatizo limekuwa zito kwangu, na ni nani atakaye nishauri? Bora baba ungekuwepo, ungenipa ushauri nijue nafanya nini katika hili. Natamani nimsaidie dada yangu, lakini siwezi kwa nini makoroboi kama yeye mwanamme afanye vitendo vya kinyama kama vile vya kujizalilisha, yeye mume wa mtu makolini, kama kule sikukuzalilisha huko. Na kama makoroboi anaweza kufanya kile kitu, basi hata wewe mume wangu tabia nao, na unafanya kwa sababu ni rafiki yako. Siku zote mtu akiwa mwizi, akiwa anatembea na mwizi, na wewe ni mwizi. Kwa nini? Ni tabia yako, eti mimi niwe mshenga sasa? Nikwambie tu, ukijilenga, ukijisobona, wewe uwe mshenga makoroboi. Mbwembwe, nakuomba Utarudi kwa mamako. Tani hapa taniacha mimi niangeke na kijacho changu baki kujifungua. Nitatafuta mume mwingine ataniwa tena hapa hapa atakaa nyumbani kwako. Si unajitia uchizi wewe? Shika adabu yako na adabu ikushike. Unasemaje Mbambwe? Mm. Mimi natetea upande wa rafiki yangu. Alafu mimi pia ni mwanamke mwenzangu yule. Si unanielewa? Nitasimama upande wa Nkela. Ili lazima nilifikishe. Tena sitapunguza hata kidogo. Nitamwambia kila kitu. Mimi nina kwa wangu. Ni tangu kitu gani? Yaani sio mambo ya pole achana nayo. Hili limeniumiza sana. Si unanielewa? Lazima nikamwambie Nkela. Kwa sababu kitendo anachotaka kukifanya mwenzio makoroboi ni kumdhalilisha rafiki yangu. Na tena nitamwambia hivi Nkela, kama yeye hawezi kupambana aniachie mimi. Nitampa kazi ya kuchota mchanga, mimi nitaputa nipigane na mchokozi mpaka basi. Enderea kuongea. Eh, jamani, Mbwembwe, sasa mambo ya Nkila na miguu ya kuku apa naingilianavpi? fumdowakounaogegeanao Mbwembwe, yani mimi siwezi kukaa kimya. Lazima nikamfikishie kila kama lilivyo, haki ya Mungu kwa ili utanisamehe tu, pilika pilika utakipilikapilika sa hivi. Natulia. Huu mbea nitopeka kwa wakati mwingine. Ah! Na huyu mtoto sijui kama sijamzaa na kashikashi kama za makoroboi au babake mwenye komo kubwa kama ndinga huyo. Ah! Basi Bas babangu, lala. Mm. Samani, mme wangu, kwa hichi ninachoenda kukuuliza. Huyu kata amekutwa na nini? Maana wakati narudi hapa, nimemkuta kata na vuta ule mwili humo ndani. Nilivyomwangalia hivi na yeye kaniangalia. Macho yake yalikuwa meusi, na usingekuwa wewe, angeniua ni kweli. Hali ya kata ilikuwa sio ya kawaida, isipokuwa aliingiwa na kiumbe, ndio kilichomfanya kuyafanya haya yote, na dhumuni lao kubwa ni kutumia kiwiliwili cha mwili wa kata, ili kuja kuchukua huu mwili humu ndani. Hivyo endapo, fumba macho Alafu piga magoti. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwa kiza Maubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yaani vituko sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge kukanyoka, yaani utastaajabu kuliko yale yanavihusa